Sasa ngoja nizungumze hiki, kuna kitu kinaitwa kufunga na kuna kitu kinaitwa kuomba au kusali. Kuna watu anaweza kafunga, alafu akakosa kabisa hamu ya kuomba na akakosa kabisa hamu ya kutamka lolote, mazingira mbe wa kuomba hauna, lakini umefunga hali naomhamasisha kuomba haipo. Hicho ni kipengele, ni ofisi inayoitwa kufunga peke yake ua na ndio maana mimi nazungumza habari ya kufunga na kuomba, maanake kuna ofisi ya kufunga na kuna ofisi ya kuomba. Hasa wewe umetengwa kwenye ofisi ya kufunga, lakini kwenye issue ya maombi bado kuna mambo umekaa hapo hivyo. Kwa hiyo, wamebarikiwa wenye moyo safi, maana ndio atakao muona nani. Okay, unaweza ukafunga alafu hauna moyo safi. Kuna vitu Bwana anataka kufanyia na usimu huu usione kama ni Bwana kwa sababu moyo safi. Unaweza ukawa ni muombaji mzuri na usio na moyo safi. Unaweza ukawa ni mfungaji mzuri usio na moyo safi. Kanuni ya kumwona Bwana lazima uwe na moyo safi. Kwa hiyo unaweza ukaomba Mungu akakutendea ukasahau kama ni Mungu akakutendea kwa sababu hauna moyo safi. Kwa hiyo unatakiwa chochote kinachotokea kwenye maisha yako uone ni Bwana akakufanyia. Kitakachosababisha uone ni Bwana akakufanyia ni kwa sababu ya moyo safi. Kwa hiyo unaweza ukaenda mahali umefanya maombi ndio ukubaliwe kule unakoenda kazini, ukasema elimu yangu imenisaidia, lakini umesahau kwamba ni uliomba. Nini kinakusababisha uelekeze kibali kwenye elimu? Ni kwa sababu moyo hauko safi. Moyo ukiwa safi, automatic un unaanza kumwonyesha Mungu kama Mungu ndiye amehusika. Kwa hiyo, kwa hiyo wenye moyo safi ndio watakao muona Mungu. Unapokutana na changamoto mkubwa kiasi gani, unajikuta kwenye zile changamoto, unamwona Bwana kwa sababu gani? unamwona sana ambaye ametumia kauli moja muhimu sana, anasema hivi. Daudi anasema katika magumu yote, nalimwona Bwana kasimama mbele yangu. alafu nagsema, tatizo letu ni sisi wenyewe, hatumuoni <laughs> Bwana, tunaona magumu. ndio ameanza kukazia hapo hapo, tatizo haliko kwa Mungu <laughs> wana haliko kwa Shetani, sio tu kwetu. Tatizo ni sisi wenyewe, kwa vile tunaviona. Kwa nini hatumwoni Bwana? Kwa sababu huku ndani hakuna usafi, kuna maumivu, kuna changamoto, kuna majeraha. Hatumwoni Bwana kwa sababu huku ndani hakuja flashio. Kanuni ya kumwona Bwana, heri wenye moyo safi, ambao ndio atakao. Naona mtu anaposema nimeuona mkono wa Bwana, huku ndani kuna usafi umeshapita tayari. Bwana asifiwe, si kama naeweka watu. Kwa hiyo unaweza ukawa ni mfungaji mzuri na usikutane na Bwana kwa hicho kipengele. Mtu anaweza anaweza akawa nafunga halafu akatoa pepo asimuone Bwana kwenye hilo, akawa naona kwamba ni nguvu na kibali, niko mzuri, mi ndio mwamba wa hapa kwenye huu mtaa huruma eh, ya upako <laughs> na kama hauna moyo safi pia, Mungu anaweza kujidhihirisha hapa, ukaanza kujangalia vibaya akuongeaivi. Nasema hivi haitoki kwa isipokuwa kufunga na kuomba. Sasa kanuni ya kuweza kumuona Bwana, yule Bwana, ili uweze kumuona ni lazima uwe, uwe, na, uwe mtakatifu si ndio? Hili linatoka kwa maelekezo maalum, na ili huyu mtu awe na maelekezo maalum ni lazima roho yako iwe na nguvu kuliko mwili. Kama umeambiwa leo ufunge basi roho yako iwe na maamuzi kuliko mwili wako. Hauwezi kufunga kama mwili wako una maamuzi kuliko roho yako. Yawezekana roho ikawa na nguvu, mwili ukawa na maamuzi kuliko roho. Kama mwili una nguvu kuliko roho, usitegemee kwamba utakuwa ni mtu wa kutembea katika sala, kutembea katika maelekezo hivyo pepo haliwezi kupitia, magonjwa haiwezi kupitia. Kwanini? kwa nini? Kwa sababu mwili wako una nguvu kuliko kila roho inasema. Mwili unaingia kwenye mahesabu kabla ya kutekeleza kile roho inasema. <laughs> Nishakutana na kituko pale Mbeya, nikasema huu mwaka kila baada ya wiki mbili ninapiga siku mbili, kama asubuhi nikaa nimeomba kuanzia saa kumi mpaka muda ya saa mbili, hata siku prophet? What is kuna maelekezo maalum Mungu ameyazungumza, naomba uje tuzungumze. Ah, tafadhali, naomba uje na gitaa. Sana kuniona kasema, ah, una upako ujue nikukumbuka tu, wala hakuna chochote <laughs> akaniambia, naomba unisindikize, kuna rafiki ao nikaona naye pale, twende na hilo gitaa. Akanipeleka sehemu ile, ni sehemu ya hoteli.